Wakazi kutoka eneo la Makongeni kaunti ya Nairobi wanalilia fidia ya nyumba zao zilizobomolewa ili kuanzishwa kwa ujenzi wa mradi wa nyumba za bei nafuu. Wakazi hao wanailaumu shirika la Kenya Railways kwa kukosa kuwalipa fidia licha ya kuwa na ushahidi kwamba walikuwa na mkataba waliokubaliana kulipwa shilingi 150,000 kama fidia. nalipa nyumba ya railway juu au ndio walikuwa wamenikondesha nyumba, nilikuwa nawalipa, lakini wakati ilisemekana fanywa verification ili kuanga ya kukubali ya kwamba nimekubali 150000 nilipwe ili niweze kutoka kwa nyumba. Mimi ni permanent, nilikuwa nalipa rent, niko na all receipt, sinjawaipata haki yangu. Sisi tunaomba serikali tafadhali, serikali ni vizuri mfuate haki na mtu apate haki yake. Nilikuwa ninalipa niko na receipt areas nilikuwa ninapewa na watu wa reli. Tulikuja tukafanya verification na tukamaliza kila kitu, wanatuambia tuko kwa system. Wametuambia turudi nyumbani, hawatuambii the specific date that tutarudi. Wanasema that ati ni process and I don't know, but kulingana na national government a, wanasema walisha release funds, so we are, we don't understand like what's happening.